Makusanyo wamefikia asilimia 95.75 ikiwa ni zaidi ya lengo kwa asilimia 9.99. Nitumie nafasi hii kuzipongeza halmashauri za mji wa Tunduma, Mbozi na Ileje kwa kuvuka lengo. Aidha, nizitake halmashauri za wilaya ya Songwe na Momba kuongeza juhudi ya makusanyo, kwani zipo chini ya asilimia 85.75 kwenye taarifa nimeona kuwa kuna vyanzo vimekusanywa chini ya lengo na vingine havijakusanya tangu tuanze mwaka nitoe rai kwa halmashauri kuongeza juhudi katika ukusanyaji wa mapato kwa kuhakikisha kuwa kila chanzo kinakusanywa kwa asilimia mia moja na au zaidi ikifikapo juni thelathini ishirini na tano mwisho wa mwaka wa fedha wa ishirini na nne ishirini na tano kwenye ile eneo la miradi na kwa ujumla, nitasemea mambo kadhaa. Miradi inayotekelezwa ikiletewa fedha, matokeo ndiyo matarajio ya kila mmoja. Tukishindwa kuyafikia matokeo, maana yake tumeshindwa kutimiza kile ambacho ni, ni, ni, ni dhamira ya anayetupa pesa, lakini na ni dhamira ya wananchi sisi kuwafanyia kile kinachokusudiwa kufanyiwa. Kwenye wilaya zote nyinyi mnajua miradi ambayo imeletewa fedha hizi wengi mtasema kwamba kuna fedha za miradi mingine hazijaja hazijaletwa bado, lakini tunaangalia zile ambazo tayari fedha zimeletwa. Kwa nini hatutekelezi miradi hiyo? Sasa katibu tawala wa mkoa, nategemea baada ya siku saba nitapata intensive report kutoka kwenye kila halmashauri, ikielezea mradi, fedha zimepokelewa lini, utekelezaji wake ni asilimia ngapi na ulitakiwa kukamilika lini, na kwa nini haujakamilika? Kama ulitakiwa kuwa umekamilika, ulitakiwa kuwa asilimia ngapi? Kwa nini haujafikia asilimia hiyo? Na commitment ya lini huo mradi utafikia asilimia mia moja? Nikikamilisha baada ya siku saba, nitakuja mwenyewe kutembelea mradi mmoja baada ya mwingine, ili angalau itusaidie kujenga msingi. Labda tukitumia hii contract system itatusaidia kuweka msukumo wa kutafuta matokeo, lakini tukiwa na lengo la kuwafanya nyinyi wenyewe mhamasike kujisimamia na sio kusubiri kusimamia. Kuna maeneo mnaenda, ukienda kiongozi unatoa maagizo, linatokea ukitoka, unajiuliza, kwani wewe ulibakia pale kusimamia? Hapana, waliosimamia ni nani? Ni wale wale. Sasa walishindwaje kusimamia kabla wewe hujaenda? Wamesubiri mpaka wewe uende ukatoe maagizo ndio kitu kitokee. Maana yake ni nini? Ni kwamba hawa wako bize kusubiri Wakikuona walale mbele, wakishindwa kulala mbele, wakibanwa, ndio wana comply. Sasa kwa nini tufanye kazi kwa mtindo huu? Lazima tujue tuna wajibu. Kazi hii hamna mtu anapewa kwa sababu ana utashi wa tofauti kuliko mwingine. Tunapewa dhamana kwa heshima, kila mmoja kwa eneo lake. Kwayo ni lazima tufanye na tusimamie kitu kitokee.